Sasa e, tusifanye mchezo kwenye taifa ama tusifanye mchezo na wananchi. Na kwa bahati mbaya sana, sisi vijana ndio tunataka kuliingiza taifa kwenye shida na tunasahau kwamba sisi tunataka kutimiza matamanio yetu sisi, lakini kwenye matamanio yetu sisi tuna kaka zetu ambao wamzidi umri, hawajishirikishi wala jihusishi na jambo hili kuna mama zetu, kuna baba zetu, babu zetu na kadhalika. Hilo kundi lote tunalitazama kwa mtindo upi? Sisi kama vijana tunapaswa tuone wivu na tujisikie vibaya kutaka kuona kwamba tunaliingiza taifa kwenye shida kwa sababu ya interests zetu sisi. Sasa inawezekana wako watu wanatutumia, wanatushawishi kwa interests zao, kwa mawazo yao. Swali, ukishakuwa umeshatimiza ndoto ya anayetaka ufanye hizo vurugu, wewe unafaidika na lipi? Ukishakuwa umeshaenda kuandamana leo ukaandamana ukafanya vurugu ukahakikisha umemtoa kiongozi fulani katika madaraka ama umeisimamisha serikali. Kama mnataka kusema kwamba tunataka tuisimamishe serikali, tunataka tuifanye serikali iparalyze, tunataka tuiparalyze serikali. Kuna kijana mmoja anazungumza na lafudhi sio ya Kitanzania, aidha anazungumza Kiswahili amejifunza kwa mtindo fulani, anahamasisha huko eh, yeye anasema tunataka tuiparalyze serikali, tunataka tuivuruge serikali, tunataka serikali isifanye chochote. Sasa ukishakuwa umefanya hivyo wewe unafaidika na nini? Huenda wewe umelipwa, ufaidike na malipo ulionayo. Shangazi yako, mjomba wako, babu yako na ndugu zako wengine wa Tanzania. Unataka waishi maisha ya wa mtindo upi? Kwa hivyo basi, ukishakuwa umeshafanya hiyo, umemaliza. Unataka nani awe kiongozi? Kwa sababu serikali ukishakuwa umefanya vurugu tunawashumu sasa. Mmefanikiwa, mmepalala serikali. Mmefanikiwa, mmeiangusha serikali. Wewe huwezi kuwa kiongozi, kwa sababu mfumo wa nchi yoyote, serikali inapokuwa imeangushwa, iko mifumo maalum na taasisi maalum zinaingilia zoe zoezi hilo. Likishakuwa limeingelelo zoezi, wewe huwezi kuwa kiongozi. Uliandamana tu ukafanya vurugu, serikali ikaanguka. Haya, baada ya hapo, nani anakuwa kiongozi katika kundi lenu lote mnalohamasishana kwenye, kwenye, kwenye social media na kundi lingine la vijana wengine ambao wapo wana, nyuma, nyuma ya pazia wanaohamasisha, angalianeni wote muulizane maswali kati yenu nyinyi, nani anafaa kuwa rais, nani anafaa kuwa waziri mkuu, nani anafaa kuwa mbunge wa sehemu fulani katika hilo kundi, muangaliane tu. Na sifa ya kiongozi sio kujua kuongea sana. Nakumbushe, kiongozi bora ni yule mwenye kujua tabia za kiongozi. Tabia za kiongozi zinaendana na busara, hekima na busara za kiongozi kwenye kuzungumza na kuyatenda hayo matendo. Sasa wewe ambaye unahamasisha kwa matusi, unahamasisha kwa vurugu, unahamasisha kwa kuiba, unahamasisha kwa kufanya vitendo vya mtindo wote ule. Swali ni kwamba ukishakuwa sasa umehamasisha, umefanikiwa, tuseme wewe ndio kiongozi utafahali. Basi baada ya kuulizana maswali kama hayo, mimi ni kitu kimoja tu, niwaombe mlijaribu 2000 eh, I mean tarehe 29 baada ya uchaguzi ama ile siku ya uchaguzi. Mlijaribu kufanya vurugu na kama mlikuwa mnataka kuutuma ujumbe eh, wa maoni yenu, rais ameunda tume. Baada ya kuunda tume ile tume sasa tukaisikilize, tuipe maoni ili tume ije itekeleze yale tunaodhania na tunayotamani yafanyike, kwa sababu hata ukihamasisha kufanya vurugu ya tarehe hii, tarehe tisa mnaoisema, vurugu ikapatikana na mkaparalize mnavyosema, baada hapo mnahitaji nini? Si lazima mkae mzungumze mkae mtengeneze serikali. Sasa kwa nini msifanye sasa, msubiri kesho? Na kama mlifanya vurugu tarehe 9 amini, tarehe 29 siku ya uchaguzi, na kuna watu wakaumia, na kuna watu wakapotea, na kuna watu wajulikana walipo, unataka sasa tena zikafanyike vurugu ili watu waumizwe tena? Kwa sababu mpaka sasa hamna kibali cha maandamano, serikali ama vyombo vya serikali vyenye mamlaka ya kutunza raia na watu wao, itaendelea kufanya kazi, haziwezi kuacha kufanya kazi. Sasa itakapokuwa imetokea kuna wengine wakaumizwa tena tarehe ishirini na tisa kwa kuhamasisha watu waandamane bila kibali, kwa sababu serikali na vyombo vyake haviwezi kuruhusu maandamano ya bila vibali, watu waenda, akaanza kuchoma mali za watu, wakaibe mali za watu, ehe, wakapige watu barabarani na kadhalika na kadhalika. Vyombo haviwezi kuruhusu. Mnataka kuruhusu tena mtahanziko ama vurugu ama hali ya ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ya, ya ya kimshangao kwenye dunia nzima ikae na tushangaa kwamba hawatu wameshindwa kukaa na kuzungumza na kukubaliana. Leo hii tumeona eh rais Trump, ameenda na rais majirani zetu hapa wameenda kukaa nao kuzungumza, wanazungumzia peace eh. Kama wenzetu wanaangaika, wanahangaika kuitafuta peace, hawana hiyo peace mpaka wanaenda Marekani kwenda kuzungumza peace, sisi bado tunawasahau kukaa pamoja na kuzungumza. Waziri hey, wa, wa vijana yuko mtani anazunguka kusikiliza kero za vijana, mwende mkamweleze, ehe. Na mimi kama kijana mwenzenu atakapokuwa amekuja hapa Dodoma nitakaa naye na mimi nitatoa maoni yangu, tukazungumze naye waziri, tumweleze tunayoyataka. Tume imeundwa na serikali, itapofika katika maeneo yetu tuisikilize tume, amini, twende tukawaeleze watu wa tume tunayoyataka, ili serikali itutekeleze tunayoyataka.